Tumejilizisha na uwezo wa Samia, tumejilizisha na nguvu na uwezo wake, tumejilizisha na dhamira yake tumeona sauti yake kwa vitendo kwa kipindi cha miaka mitano, na tumemwona kupitia ilani ya ishirini na tano thelathini. Kuna mambo makubwa anaenda kutufanyia. Tuna imani na yale yaliyoandikwa, kwa sababu ambayo hakuyaahidi yeye kayafanya. Sasa haya ambayo ameyaahidi, tuna imani kubwa kwamba anaenda kuyafanya. Hiyo ndiyo sababu ambayo tunawahamasisha tena kumpatia haki ya kutuongoza kwa kipindi cha miaka mingapi? Mitano. Tunaenda kumpa uhalali wa kuendelea kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaenda kuweka deni ee, kwake kwamba kuna mambo kadha wa kadha anaenda kututumikia kwa miaka mingapi? Mitano. Ndugu zangu, mimi nasimama sasa hapa kwa ujasiri mkubwa kabisa pasipo shaka, na tunaamini mwenye neema au mwenye haki akitawala nchi hujaa neema. Mwenye haki akitawala nchi hujaa neema. Neema huioni hewani. Neema tunaiona kwenye barabara, neema tunaiona kwenye vituo vya afya neema tunaiona kwenye nishati ya umeme. Neema tunaiona kwenye maji kupitia mradi wa maji wa bilioni 440. Tunaona kwenye umeme uwekezaji wa kituo cha kupozea umeme bilioni 98. Tunaona mashule yanayojengwa. Hilo ndio neema inayotufanya siku ya tarehe 29 ni wahamasisha kwa ujasiri mkubwa kwenda kujipanga na kumpigia kura za kishindo Daktari Samia Suluhu Hassan. Pigeni makofi mengi sana wananchi wa Nyaumata, ndugu zangu, za niwaambieni, tunao watu ambao wanapotosha ukweli, tunao watu ambao wanataka kutuaminisha kwamba uongozi ni jinsia, na sisi wanaBariadi na Nyaumata tunaenda kuchagua kiongozi mwenye sifa za kiuongozi, hatuendi kuchagua jinsia. Tunaenda kuchagua kiongozi. Hata kama angekuwa mwanaume lakini hana sifa za uongozi, tusingemchagua. Tunaenda kuchagua mwanamama Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu anazo sifa za kuendelea kuwa daktari, kuendelea kuwa mkuu wa nchi ndani ya serikali.